Akiendeleza ziara yake katika kaunti ya Narok, Rais William Ruto ameahidi kutatua swala la mzozo wa ardhi ambao umekuwa ukijitokeza kila kuchao katika kaunti hiyo, atu wa mzozo wa hivi karibuni ukiwa ni ule wa Angata Barikoi na ambako watu watano waliuawa. Rais Ruto ametangaza kuwa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 akiwataka kubuni sera ambazo zitawafaidi wa Kenya ila sio siasa kila wakati. Usemi huu unajia wakati ambao viongozi wa Narok wameendelea kushikilia msimamo wao wa kuiunga mkono serikali. Na kama kuna watu hawaoni vile tunafanya, pia watuambie sera yao ni gani? Kwa barabara, kwa elimu, kwa kuunganisha stima, kwa matibabu. What is Because we are implementing a plan that unites all the people of Kenya. Wao hawataki broad -based. Wanataka ya kugawanyisha Kenya. Wanataka wakawanye Kenya ndio Kenya iende wapi. Sisi tumeshikana na William Samoei Arap Ruto. Kama broad-based government. Sisi hatutaki ukabila. Hiyo miaka nende miaka rudi ndio imefanya tubaki nyuma. Mimi niliambiwa Wamasai huko hakuna kubaki nyuma tena. Lazima tuhesabiwe na tunahesabiwa tukishikana, tuwe kitu kimoja, tumalize umaskini. Mchana wa leo Rais Ruto amezindua baadhi ya miradi ikiwemo ujenzi wa barabara ya Songo Ololunga na kuahidi kutenga bilioni 2 za kutengeneza barabara na bilioni 2.5 za kuunganishia wakazi wa eneo hilo na stima. Familia elfu 15 zitaunganishwa stima na tumeweka pesa ya serikali bilioni mbili na nusu kuhakikisha y kwamba stima inafika kwa manyumba ya wananchi. Ni kwamba hiyo maji itaweza kutusaidia kwa hii ward 4 Ilkerin na pia Kapsasian, Mogondo na ile ya Olormasani. Your Excellency kutusaidia na hiyo maji na kuambia tutakuwa tumeshukuru.